Kila tunapokusanyika kwa ajili ya ibada kuna mambo ya msingi ya kuzingatia ili ibada iweze kukamilika. Na leo ikiwa ni siku ya matayarisho kwa ajili ya ibada ya Sabato, ninapenda kukukumbusha mambo ya msingi kila unaposema unakwenda kwa ibada. Mambo haya na manne kama sio matano ni sharti ya onekane kila unaposema unafanya ibada. Kumbuka masomo yaliyotangulia, tuliangalia mambo mbalimbali kuhusiana na ibada, lakini pia tukajifunza namna ambavyo tunapaswa kumwabudu Mungu, ili ibada zetu ziweze kuwa na maana mbele zake. Ndani yake tulizungumzia habari ya kicho, kuheshimu mahali pa ibada uh, uh, kuheshimu mahali pa ibada, kudumisha kicho, lakini kwamba ibada ni sharti itokane na neno la Mungu, Mungu mwenyewe akiwa ni kiini cha ibada, Kristo, habari nzima ya injili, wokovu ndani yake, lakini pia Roho Mtakatifu, mambo ambayo yanatimiliza habari za ibada. Lakini sikiliza, haya ni mambo ya msingi kila tunapokusanyika kwa ajili ya ibada, mambo hayo, jambo la kwanza. Na kabla sijalifikia, hebu tusali. Asante Baba wa mbinguni tunapokwenda kukumbushana mambo ya msingi kwa ajili ya ibada, ili ibada yetu iwe ni ya maana mbele zako. Hebu tusaidia katika muda huu mfupi, tunapokumbushana mambo haya na kuyaishi na kuyatenda kwa utukufu wa jina lako. Ndivyo tunaomba na kuamini, katika jina lake Yesu Kristo, amen. ya yeah. Mambo ya msingi wakati wa ibada, jambo la kwanza ni maandiko matakatifu. Ibada inakamilishwa na neno. Tunapokwenda katika ibada, tunakwenda kushiriki, mbali na mambo mbalimbali yanayokuwepo wakati wa ibada, ndani yake kuna neno la uzima, mkate wa uzima. Ndiyo maana katika ile Zaburi mia kumi na tisa fungu mia tano anasema neno lako ni taa ya miguu na mwanga wa njia zangu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yanayokamilisha ibada ni pamoja na neno la Mungu. Tena neno la Mungu linalokwenda sambamba na kupokea wito wa kujitoa wakfu kama mwitikio wa kulipokea neno la Mungu mioyoni mwetu. Kwa hiyo mambo yanayokamilisha ibada, ili kamilike nam ina inakusudiwa kutawaliwa na neno la Mungu takatifu. Maandiko matakatifu yanasomwa na watu wakiitikia, na hivyo nipende tu kuwakumbusha kuna wakati mwingine tunakuwa kwenye ibada, wengine wakiendelea kuchati, wengine wakiendelea na mambo yao mbalimbali na minong'ono yao mbalimbali lakini sikiliza, ule wakati wa neno, mhubiri anapohubiri, mbingu zinakuwa mahali hapo. Yesu anakuwa amesimama kupitia mwakilishi wake chini ya ulinzi wa malaika, na hivyo mtu huyu anakuja kwa niaba ya Mungu kusimama kulisha kutano Ndiyo maana kabla ya mtu huyu kuja kulisha mkutano wa siku hiyo, nini kinachotakiwa? Matayarisho ya kutosha yanatakiwa. Huyu mtu anayekuja kusimama kuwasilisha neno la Mungu mbele ya watu anajiandaa. Kumbuka, tunazo siku sita za kujiandaa, unaandaa neno, umeliandaa kwa maombi mengi na uongozi wa Roho Mtakatifu, na hapo ndipo Mungu anakuja kukutumia kulirisha kutano kwa hiyo anaposimama mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kulisha kutano, kutano lazima liende sambamba. Sasa kuna wakati ukiwaambia watu tufungue Mathayo sura ya tano fungu la sita hakuna watu awashughuliki, na hivyo unajikuta mtu anamaliza ibada, inakamilika hajui hata somo lilikuwa linasemaje, lakini alikuwa kwa ibada. Kumbuka miongoni mwa mambo tuliojifunza katika masomo yaliyopita ni kwamba lazima tujitoe mioyo yetu unapokuja katika ibada zaidi ya matoleo na vyote unavyovitoa na mwili wako ulioleta kwa ibada, Mungu anakusudia kukutana zaidi na moyo wako kuliko chochote ambacho unakidhania. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, na washiriki na, na, na, na Wakristo wenzangu, tutambue ya kwamba ibada ili kamilike, neno la Mungu linapaswa kuwa kiini. Lakini jambo la pili, ibada ikamilike. Ibada inakamilishwa kwa sifa, kwa nyimbo, eh? Nyimbo za sifa. Biblia inasema mwimbieni Bwana, mtukuzeni, lisifuni jina lake. Na hivyo ibada inakamilishwa kwa nyimbo. Nyimbo ambazo zinaweza zikaimbwa, kwaya zitaimba, vijana wataimba, dorikas wataimba, lakini bado inashauriwa ya kwamba wakati wa ibada kutano lote liimbe uwepo muda wa kuimba kutano zima na iliwahi kupendekezwa mahali fulani ya kipindi fulani kwamba dakika kumi hadi kumi na tano baada tu ya vipindi vya shule Sabato, kutano zima liimbe. Uimbaji usio wa watu wachache tu, kutano zima liimbe baada ya vipindi na ibada ya shule Sabato, kutano zima, kusanyiko zima lisimame, limtukuze Mungu, mioyo iinuliwe juu kwa nyimbo za sifa . Ndivyo tunavyotakiwa. Kwa nini? Kwa sababu nyimbo za sifa ni sehemu ya ibada, na wakati huu watu wote wanatakiwa kuimba, wakisema. kama ni kusimama, wenye uwezo wa kusimama wasimame kuimba, maana pia tunasali leo na watu wenye mahitaji maalum, watu wenye uwezekano eh, naweza ukawepo na watu hapo ambao hawezi kusimama, watabaki wameketi kwenye, kama ni wheelchair zao wamekalia, watakaa, lakini bado sauti zitainuka kwenda katika kiti cha enzi. Kwa hiyo nyimbo ni sehemu ya ibada, na uimbaji usiwe watu wachache, kutano zima limtukuze Mungu kwa nyimbo za sifa. Ndiyo maana sasa viongozi wa nyimbo wanapaswa kuliongoza kutano, congregation singing, watu waimbe, waimbe, waimbe Mioyo inuliwe, nyimbo za Kristo zichaguliwe, nyimbo ziimbwe zinazofahamika. Lakini zisizofahamika, tuna kipindi kwenye shule ya Sabato, zile dakika kumi na tano za mwanzo pale, uh, kabla ya shule ya Sabato, dakika kumi na tano za kujifunza nyimbo, uh, ambazo wakati mwingine unakuta zijazoeleka na kufahamika vichwani mwa watu. Lakini wakati huu wa kutano zima kuimba wimbo, nyimbo zichaguliwe zenye kuimbwa kwa nguvu. Kuna nguvu katika kusifu kwa nyimbo, kuna nguvu katika kumtukuza Mungu kwa nyimbo, na hivyo nyimbo ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo jambo la kwanza ni neno la Mungu, jambo la pili ni, ni, ni, ni, ni nyimbo za sifa. Sifa ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo ili ibada ikamilike neno la Mungu, ili ibada ikamilike nyimbo. Lakini jambo la tatu ili ibada ikamilike maombi, maombi, maombi katika Mateo sura ya 7:7, anasema ombe nanyi mtapewa; tafuteni nanyi mtaona; bisheni nanyi na mtafunguliwa. Kwa hiyo kuomba ni sehemu ya ibada, watu wanamimina mioyo zao mbele za Mungu. Muda wa maombi, muda wa maombi unaweza kutanguliwa na ala ya wimbo, na baada ya hapo ombi likamaliziwa na ala ya wimbo. Na ndio maana kuna nyimbo ambazo zinatumika, zina, zina wakati wa maombi. Kwa hiyo maombi ni sehemu ya ibada. Watu wanakuja kuzungumza na Mungu wao, watu wanakuja kukabidhi mioyo mioyo zao mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Wanakuja kumsikiliza Mungu na kuisikia sauti yake akinena ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo ili ibada ikamilike, jambo la tatu ni maombi, maombi, maombi ya kutano zima na ndiyo maana tuna wakati wa, katika wakati wa ibada anakuwepo mtu wa ombi maalum, ombi la kichungaji la kuunganisha kutano zima na mbingu. Maombi washiriki wa ombe, unaweza ukaachwa muda mchache kwa ajili ya washiriki kutano, kila mmoja kumimina moyo wake mbele za Mungu. Ibada inakamilishwa na maombi. Lakini jambo la nne Jambo la kwanza nimesema neno la Mungu, jambo la pili habari ya nyimbo na kusifu, jambo la tatu ni maombi. Jambo la nne, jambo la nne matoleo. Sadaka. Njooni mbele za Mungu kwa shukrani. Na hapa ndipo nasema kwamba zaidi ya sadaka unazotoa, Mungu anakusudia kukutana na moyo wako mbele zake. Njooni na shukrani mbele za Mungu. Tunakuja kumshukuru Mungu. Tunaleta shukrani zetu, tunaleta mioyo yetu ya shukrani, tunaleta sadaka zetu mbele za Bwana kwa namna alivyotulinda na kutubariki kwa juma zima, tukiwa wenye afya, tukiwa wenye wenye wenye wenye wenye, wenye, wenye furaha, na kwa sababu hiyo tunamrudishia Mungu sifa na utukufu ya kwamba bila yeye sisi si kitu, na kwa kwa ametubariki, na sisi tunabariki tunambariki Mungu na kuibariki kazi yake na kuendeleza utume. Na hivyo sadaka ni sehemu inayokamilisha ibada, matoleo ya zaka na sadaka. Zaka na sadaka ni ibada kamili mbele za Mungu. Kwa hiyo ibada ikamilishwe matoleo zaka na sadaka. Watu wa Mungu wanakuja kumshukuru Mungu mbele zake kwa kuleta vile alivyo wabariki. Sikiliza, hatutoi, hatutoi ili tubarikiwe. Tunamrudishia Mungu na kutoa vilivyo vyake kwa kuwa tayari ametubariki. Ndiyo maana tunavimiliki na kwa sababu hiyo ni kwa ukarimu wake, tunatoa kwa moyo wa ukarimu na shukrani. Kwa hiyo ili ibada ikamilike, ibada ya matoleo ni muhimu, ibada ya zaka na sadaka ni muhimu mbele za Mungu. Na hivyo unapokuja kwa ibada, tambua mambo haya. Lakini jambo la mwisho, kujitoa wakfu kwa Mungu ni sehemu ya ibada. Kwa nini tunajitoa wakfu mbele za Mungu? Tunajitoa wakfu mbele za Mungu ili Mungu akutane na mioyo yetu, ili Mungu akutane na akili zetu tunapokuja kumwabudu. Tunapokuja kuabudu mbele za Mungu tunasalimisha mioyo yetu mbele zake. Jinsi tulivyo na vyote tulivyo navyo ni vyake mikononi mwake. Ndiyo maana tunajisalimisha kwake kikamilifu ili mwitikio wa ibada Mungu anapo tunapokuja kuzungumza naye kupitia neno la lake na maombi ndipo tunapata badiliko la kiroho, na hivyo badiliko la kiroho linakuja kama matokeo ya kujisalimisha kikamilifu; mwili, akili, mawazo, fikra, vyote vikiwa vimemwelekea Mungu. Mtaniuliza au ta, unaweza ukajiuliza, nini hicho tunachokisalimisha? Tunasalimisha akili, moyo. Niliwaambia tunapozungumzia habari ya moyo ni akili fahamu zako. Kuna watu na wakati mwingine anakuwa kwenye ibada lakini akili yake inawaza madeni inawaza mikopo atamalizaje leo, lakini kuna mwingine anakuwa nawaza nyanya zake kweli zitaendelea kuwepo pale sokoni, maana tangu Ijumaa amezifungia, yuko kwenye ibada lakini akili yake iko mbali sana. Sasa na mimi nakukumbusha, ikiwa utakuja kwa ibada na akili yako haipo mahali hapo, ni sawa na kutokuwepo kabisa wakati wa ibada. Maana Mungu anachokihitaji ni hicho kinachowaza mambo mengine kule. Yo, e, siku hizi unaona wanaweka mi, mi, michezo na mipira siku ya Sabato na hivyo unakuta mshiriki amekaa hapo akili yake tu inawaza. Leo mpira, mchezo wa leo utakuwaje? Wa watatokaje leo itakuwaje? kama ni wale wa kubeti anaweza atakuwa na beti, yuko kwenye ibada mm. Mungu anakusudia kukutana na hicho kinachokufanya ukose utulivu na hivyo atakapokipata hicho ndipo utakuwa na utulivu katika ibada, vinginevyo utatoka mkavu kwa ibada. Kwa nini? Mungu hajakutana moyo wako, maana kila alichokusudia kukutana nacho ndicho ambacho hujakileta hujakisalimisha kwake, na hivyo utatoka ukiwa mkavu katika ibada. Ndio maana nilisema kwamba wale wanaosalimisha mioyo yao, akili na mawazo mbele za Mungu, hata kama walikuja katika ibada na chuki, watatoka wametakasika, watatoka chuki zimeisha. Kama alikuwa anamchukia mwenzake, anamsamee, maana katika ibada hii amekutana na Mungu wake. Wako wakati mwingine watu wanakuja kwa ibada, nasikia, yani, ibada ya leo imekuwa mbaya sana, sijapenda kabisa ibada yani, ni bora hata nisigeenda kanisani. Sikiliza, njoo kanisani, maana hapa ndipo tunapotibiwa. Kanisa ni hospitali na tunakuja wagonjwa kila namna, kutafuta uponyaji kutoka kwa tabibu mkuu Yesu Kristo, ili atugange wote na kutoka na amani tele. Na hivyo sijo kakimbia kwa kusema hujaelewa ibada ya leo. Njoo, mwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa nini kujisalimisha mikononi m -m mikononi mwa Mungu wakati wa ibada, ili ibada iwe na matokeo ndani yetu? Sikiliza basi, ndugu zangu, nawasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada ambayo unajisalimisha mbele za Mungu, tena inasema inatajwa kwamba ndiyo ibada yenye akili, ibada ambayo mwili, akili, mawazo, roho, vyote na fikra vinakuwa vimemwelekea Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana mbele za Bwana. Kwa hiyo mambo haya matano ndiyo mambo ya msingi. Sasa kuna watu ambao wanakuja kwa ibada, ukisema tuombe hawaombi ukisema tufumbe macho hawafumbi. Wako wengine, wakati mwingine kwa wakati wa ibada ya, ya, ya, ya, ya, ya maombi, yeye ndio anatengeneza suruali, yeye ndio anatengeneza siketi, yeye ndio anapaka anapaka sijui eh, nini mafuta, sijui kwenye, kwenye nyusi eh, yaani, ibada inaendelea, yeye ndio anachukua kioo kujiangalia kama uso wake umekaa vizuri na zile nywele alizoseti mafungu mafungu, kama bado ziko mkao. Yaani kuna watu wakati wa ibada wao ndio wanajirekebisha kwa kujihisi kwamba hawajakaa sawa. Unapoteza utulivu wa ibada. Kinachotawala ibada ni utulivu. Utulivu usali, tuwepo mahali pa ibada ili ukutane na Mungu kikamilifu ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kanisa linaposema tuimbe, imba, imba. Kanisa likisema tuombe, salimisha moyo wako omba kama ni wakati wa matoleo simama, toa sadaka kwa moyo wa ukarimu, sawa na Mungu alivyokubariki. Muhudumu akisema fungua sura fulani tusome, shiriki pamoja na mhubiri, fuatilia neno kwa neno wakati wa kusoma maandiko matakatifu, na hapa utaikamilisha ibada. Na hivyo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Wengine watasema na, nikija kwenye ibada kama sina sadaka? Ni kweli yawezekana kweli kabisa, ndani ya moyo wako nashuhudia, kwamba Mungu aa, aa, katika kupita hujapata chochote. Ni kweli kabisa, inawezekana ikawa hivyo, lakini Mungu anasema hivi, mioyo yetu ni kafara tosha mbele za Bwana ikiwa kweli moyo wako unathibitisha hujakutana na chochote kwa muda wa wiki nzima Sio wale wanaokuja siku ya ibada, unasikia wanaomba, wanasema, Mungu tubariki, tulioleta na ambao tujaleta, tubariki siku nyingine tukuletee. Hiyo wiki nzima wamekula vyakula mpaka vya kusaza, vingine wamesaza kabisa, vyakula vingine wametupa hata majalalani, lakini anakuambia uh, maana anaposema hivyo, anasema ajabarikiwa Uh, wote wa, anawaangazia jua wote, anawanyeshea mvua wema na waovu. Kwa hiyo ukisema kwamba wabariki walioleta na ambao hajaleta wabariki, siku nyingine wakuletee, ni ombi la kibinafsi. Kwa nini la kibinafsi? Ni la kibinafsi kwa sababu Mungu anawapa wote na Mungu sio mnyimivu. Kwa hiyo Mungu anachohitaji ni nini? Ni mwitikio wa moyo wa kumshukuru kulingana na vile ulivyofanikiwa kwa muda wa wiki nzima. Na hata kuna wengine huwa wanawaza sana katika habari ya matoleo. Wakati wa ibada ya matoleo, akili yao huwa inaenda kwenye senti, pesa tu, pesa tu, lakini uh, uh, uh, sadaka inaweza kuwa mfugo, inaweza kuwa mazao, inaweza kuwa vitu mbalimbali mbali ambavyo Mungu amekubariki kwavyo, ni sadaka tosha mbele za Mungu na, na, na hautakatazwa kwa sababu mwingine ameleta noti, wewe ukaleta mayai matatu kama sehemu ya sadaka. Wakati wa ibada yatapokelewa, na mashemaso watapokea na watahifadhi, na Mungu atasema, mwanangu mahali fulani ameshiriki ibada ya matoleo. Ibada ya matoleo, kumbuka yule mama alitoa shilingi senti mbili tu, na Mungu akasema, Yesu akasema, huyu ametoa kuliko wote. Kwa hiyo tujisalimishe mbele za Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana, utayari wa mawazo fikira, moyo na akili, ndivyo Mungu anavyovihitaji ili kupokea uponyaji wa kiroho. Tunapoingia katika masaa ya Sabato, ninakutakia wakati mwema wa ibada ya Sabato. Kumbuka mambo hayo ndio ya msingi ya kuzingatia, na unapokosa jambo mojawapo kati ya hayo, yawezekana ukawa umekosa Kumwabudu Mungu kikamilifu. Katika Israeli watu walipokuja kumwabudu Mungu hawakuja mikono mitupu, walikuja na sadaka zao. Walileta wanyama kama sadaka za kuteketezwa. Kwa hiyo usiache chochote ambacho kinakamilisha ibada na kuepuka ibada kuwa kavu. Na hivyo Mungu atusaidie, atubariki tunapoyatafakari maneno haya kwa utukufu wa jina lake kwa jina la Yesu. Amen, tuombe. Asante Baba kwa maneno haya tunakumbushana, ili kuelewa namna na njema ya kukuabudu. Unahitaji tukuabudu katika ibada ya kweli na iliyokamilifu. Tusaidie, utuwezeshe, utuimarishe kwa utukufu wa jina lako. Tunapoingia katika masaa ya Sabato, endelea kuwa pamoja nasi ukitakasa mioyo yetu, ili tukutane nawe katika kukuabudu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki, ninakutakia wakati mwema, matayarisho mema na maandalio mema ya Sabato. Bwana awe pamoja nawe, uwe na wakati mwema. Mungu akubariki.